Habari, karibuni kwenye chaneli yangu. Leo tutaenda kupika njegere za nazi. Hizi njegere ni za kopo kama zinavyoonekana hapo. Nitafungua, nitamwaga maji, nitaweka kwenye chujio zichuje maji. Nitaandaa viungo vyangu, na pilipili hoho, karoti, pilipili pili mbuzi, vitunguu, nazi, nyanya ya boksi aromat pilipili pili kavu nyanya ya kopo chumvi na mafuta nitainjika sufuria jikoni nitaweka mafuta nitaweka vitunguu maji nitaanza kukaanga nikikoroga mpaka vitunguu vyangu vilainike nitaweka karoti kidogo na pilipili pili hoho Nitachanganya, nikiendelea kuchanganya nitaweka pilipili kavu, nitaweka aromat, kisha nitachanganya vizuri. Nitachanganya mpaka viungo vyangu vitoe maji, yani visiwe na maji. Nitaweka nyanya ya boksi nitaweka na tomato paste nyanya ya box. Hakikisha unaweka kidogo sana, kwa sababu njegere zina zinatabia ya kuwa chachu ukiweka nyanya nyingi. Nitakoroga vizuri nyanya zikiendelea kujikaanga, nitaweka chumvi, nitachanganya, kisha nitaweka njegere zangu Nitakoroga vizuri kuchanganya hapo. Nakoroga mpaka njegere zichanganyikane na nyanya. Nitaweka karoti, nitaweka pilipili hoho, nitachanganya. Kisha nitaweka tui la nazi, lakini jepesi kwanza. Yaani ni nazi lakini nyepesi ya box, kisha nitaweka tui zito hii tunaita ni krimu ya nazi. Nikishaweka nazi nitachanganya, nitachanganya kwa moto wa wastani mpaka nazi yangu ianze kuchemka, kwa sababu nazi ina tabia ya kukatika kama haijachemka vizuri. Hapo naendelea kukoroga. Nazi yangu imeanza kuchemka, nitakoroga kwa muda dakika tatu, kisha nitaacha, nitaiacha iive kwa muda kama dakika mbili. Nitaweka pilipili mbuzi hapa, mboga yetu itakuwa tayari kwenda mezani. Kama umependa video hii, tafadhali bonyeza like, acha comment, naomba usubscribe. Asante sana, muwe na siku njema.